au mwanamume awe na mumewe eh, mwanamke awe na, na, na, na mume wake nyumbani wawe wanafanya starehe zao za kawaida, kisha wanapamba. Ukiwa mume anashika njia yake kwenda kueleza aloyafanya jana usiku na mkewe, na mke anakamata yake anakwenda kueleza shoga zake alokifanya jana yeye na mumewe. mtu atakayekuwa na makazi mabaya kuliko yote siku ya Kiyama

Au mwanamume awe na mumewe e, mwanamke awe na, na, na, na mume wake nyumbani, wawe wanafanya starehe zao za kawaida, kisha wanapambaukiwa, mume anashika njia yake kwenda kueleza aloyafanya jana usiku na mkewe, na mke anakamata yake anakwenda kueleza shoga zake alokifanya jana yeye na mumewe. Mtu atakayekuwa na makazi mabaya kuliko yote siku ya Kiyama

au mwanamume awe na mumewe eh, mwanamke awe na, na, na, na mume wake nyumbani wawe wanafanya starehe zao za kawaida, kisha wanapamba, ukiwa mume anashika njia yake kwenda kueleza aliyofanya jana usiku na mkewe, na mke anakamata yake anakwenda kueleza shugha zake alokifanya jana yeye na mume.